Tuwinaliv k tusiache kuizungumza nini. Na <tie> nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe tutaendelea kuitimiza hiyo haki, lakini lazima tuliweke taifa letu kwenye maono. Tuweke dhamira mambo haya yasijirudie kwetu kama taifa <tie> <tie>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 na mjue pole hizo zinatoka kwenye sakafu ya moyo wangu. Amesema mama hapa, mama aliyeenda leba anajua maana ya uchungu wa kuzaa. Mtoto sio jambo jepesi, machungu yake achukue tumpe Mungu, taifa letu lirudi kwenye msingi. Mtu yoyote ambaye amekuwa na nia mbaya, nia ovu, jambo sana sijirudie <tipa> sema <tipa> nimemwambia <tipa> ameongea kolotakangu za matunda, anaeuza sukari, aliona kwamba naweza nikauza wiki ijayo, lakini mwenye ndizi zake alijua kabisa kwamba nisipouza kesho zinaoza, na zikioza na mtaji umekufa. Tumekuwa ni siku nne siku tano zenye tafakari kubwa wakali kubwa kama taifa, kama wana Njombe, kama wana Makambako. Hapo tuliona kwa macho, pengine Mungu ameruhusu tupate kitu cha kumfunza tuwe namna kulipisha jambo hili. Amezungumza hapa eno kuhusu vijana, nami niwaambie hapa mii vijana wenzenu ningetamani kuona pigan kama siku mwingie tufanye mkutano mwingine, vijana waseme kila ambacho maminua wanacho. Kama mtahitaji kuandika, mnasema mnaogopa kuongea, basi wape makaratasi mwandike. Nitakuwa nimetimiza wajibu wa sadaka yangu kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa. Nitajisikia vibaya kama nilikaa mkoa huu na vijana tukawa na makwazo kwenye moyo mkashindwa kuyasema kwangu, mimi kama kiongozi. Watu wa Makambako na Chongoro, kama mbunge amekuwa mkuu wa mkoa mwenzangu, amekuwa kiongozi wa kitaifa, ni msikilizaji mzuri, amesaidia watu wengi, tukashindwa kutatua machangamoto ya vijana wa Makambako, wa Njombe, wakapeleka hasira za zao kwenye kuharibu mali za wanadamu wenzangu. Hivyo nipeni kwanza huu mtihani ni niushindwe tena rasi Mtaka tulikwambia hili waloliakitimizia.